Kwengineko, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ametetea hatua ya kuvunja chama cha ANC na kuungana na kile cha UDA, akisisitiza mchakato huo ulifanywa kuambatana na sheria. Mudavadi, akizungumza katika mahojiano na vyombo vya habari vya eneo la Magharibi, alisema muungano huo ulifuata taratibu zote za kikatiba na kisheria na kuwahimiza wafuasi wa chama hicho kuwa imara baada ya mahakama kuu kutangaza kuwa muungano wa ANC na UDA haukuwa halali na kuwa batili. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amezungumzia mjadala huo wa kisiasa, akisisitiza kuwa uvunjaji wa chama cha ANC na muungano huo ulifuatia taratibu zote za kikatiba na kisheria. Kupitia kwa utaratibu, kwa njia ya sawa kulingana na katiba, tukafika kiwango cha kusema kwamba tumevunjilia mbali ANC na sasa tumejiunga na UDA. Mudavadi amewahimiza wakazi wa eneo la Magharibi kuungana na kuunga mkono kikamilifu chama tawala cha UDA, akisisitiza kuwa mshikamano wa kisiasa wa eneo hilo ni muhimu katika kuunda serikali ijayo. Naambia wenzangu katika eneo hii na kwa Kenya nzima, mtumie nafasi hii kuwa mwanachama wa UDA. Katika mahojiano na vyombo vya habari vya eneo la Magharibi, Musalia pia alitetea uongozi wa rais William Ruto akisema kuwa malengo ya serikali ya kuibadilisha Kenya kuwa na uchumi unaofanana na Singapore yamejikita imara katika Ruwaza ya Taifa ya mwaka 2030. 2030 ilipangwa wakati wa mweshimiwa Kibaki amemaliza. Sasa tunafanya audit ya kuona kwamba ni kipi tulitekeleza kwa hizo hiyo Vision 2030 na ni nini imesalia, na bado tukifanya hiyo audit, hiyo barabara ni ile ambayo ni tuzidi kufata ama tupa, tubadilishe uh, mkondo kidogo. Kwa nafasi yake kama waziri wa mashauri ya nchi za kigeni, Mudavadi pia alitoa onyo kali kwa Wakenya wanaotafuta ajira nje ya nchi dhidi ya kuangukia mikononi mwa makundi haramu ya ajira, na kuwasihi kufuata njia rasmi za serikali wanapotafuta ajira za kigeni. Mimi ningependa sana kuambia Wakenya kwamba tujihadhari sana, na ndio kwa sababu kuna ile uh, National Employment, uh, Agency alafu kuna department ya diaspora, alafu kuna wizara ya leba. Tumejaribu na tutazidi kujaribu kuhimiza kwa Wakenya, tafadhali msikimbilie tu kwamba kuna mtu ametuambia kuna kandarasi kule nje. John Kahiro, Dira ya Magwiji.